Hii ripoti ya kifedha kutoka mwaka jana mwezi wa kumi na moja hadi mwaka huu mwezi wa kumi. Patrick Boki, mwenyekiti katika kongamano la siku ya leo. Patrick Boki, the delegates and the visitors uh, waangalisi wa wa na wasimamizi na wageni I greet you in the name of Jesus Christ. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. This, this, this is the fi financial report for the past one year. Hii ni ripoti ya kifedha ya mwaka mmoja uliopita. Income, pesa zilizoingia. Church offerings, matoleo ya kanisa sadaka za kanisa uh, elfu sabini na tano mia tano na thelathini Tithe, fungu la kumi, uh, laki moja na kumi na nne mia tatu na kumi School, shule, laki tatu na sabini na tano mia tatu na themanini. tent rental. Ah, pesa zilizoingia kutokana na tent, elfu kumi na saba mia nane na natu na hamsini. Chairs rental. Pesa ah, zilizoingia kutokana na kukodisho kwa viti elfu kumi na tatu mia saba na themanini pesa zilizoingia kutokana na kukodishwa kwa mbao 6730, elfu sita mia saba na thelathini. Water selling, ah, pesa zilizoingia kutokana na uuzaji wa maji 228431. Ah, laki mbili na ishirini na nane mia nne na thelathini na moja. Wilbaro rental, pesa zilizoingia kutokana na kukodishwa kwa Wilbaro, elfu tatu mia moja na sabini. Expenditures total, total kwa jumla laki nane na elfu arobaini na nne, 231, mia mbili na thelathini na moja expenditure matumizi pastor's salary mshahara wa mchungaji negative 119320 negative 119320 hii ni deni deni la laki moja na kumi na tisa mia tatu na ishirini Assistant pastor uh, mchungaji mdogo 64,660. elfu sitini na nne mia sita na sitini. Caretaker salary uh, mwangalizi mshahara wa mwangalizi ama msimamizi wa kanisani 132,000. hundred uh, laki moja na thelathini na mbili el, elfu elfu el. District budget uh, pesa zilizopangwa za wilaya uh, tikiti ya kupeleka mchungaji matangoni muchungaji matsangoni. um, uh, pesa za kulipia umeme 4,723 elfu nne miya saba na ishirini na tatu. Water bill. Uh, pesa za kulipia maji elfu thelathini na saba mia tatu hamsini na nane. Sponsor student. Ufadhili mwanafunzi elfu kumi na mbili na mia sita. Teachers salary. Mishahara ya walimu laki nne na hamsini na moja mia tano na shilingi moja. Battery microphones. Ah, uh, mawe, mawe. Battery za hizi microphones. Hizi. Two thousand eight hundred and fifty. Elfu mbili mia nane na hamsini. Maintenance. Ah, uh, kuangalia ama kusaidia saidia ku ku tengeza tengeza kufuta vumbi na nini na nini. Twenty nine thousand two hundred and fifty. Elfu ishirini na Construction. Ujenzi. Uh, tisa uh, mia mbili na hamsini elfu sabini na tisa mia tano na thelathini uh, Total. Kwa jumla. Elfu mia tisa sitini na mbili mia mbili na arobaini na mbili. Ripoti hii imeandaliwa na Yoshua Shedrack. Makadirio ya matumizi ya mwaka ujao wa kifedha 2026 Matoleo ya kanisa. Sadaka sadaka elfu mia mbili fungu la kumi elfu mia tano school shule elfu mia sita water selling uza maji laki tatu mothers wamama elfu arobaini Mence, wanaume elfu hamsini vijana elfu thalathini Children, watoto elfu ishirini compassionate, huduma ya huruma laki moja total, jumla milioni moja laki nane na elfu arobaini